Ibrahim Traore mwanajeshi mdogo aliyeipindua serikali na kuokoa maisha ya wana Burkina Faso. Mpenzi mtazamaji wa Mwangaza 360 Media, leo tunakuletea hadithi ya kijana jasiri aliyesimama dhidi ya ukoloni mamboleo, ufisadi na ugaidi hadi akawa kiongozi kijana zaidi barani Afrika. Huyu si mwingine bali ni Ibrahim Traore, rais wa sasa na Faso. Historia yake ni ya kusisimua kuanzia kijijini hadi ikulu alikozaliwa. Ibrahim Traore alizaliwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane katika mji wa Bondokai uliopo magharibi mwa Burkina Faso. Alikulia katika familia ya kawaida ya Kiislamu akiwa na ama adil ya unyenyekevu na na moyo wa kizalendo tangu akiwa akiwa mdogo. Akiwa mtoto, alikuwa akivutiwa na maswala ya haki usawa na aliwahi kusema kuwa ndoto yake ilikuwa ni kuona taifa lake likiwa huru na salama. Ibrahim Traore mwanamapinduzi huyu kutoka Burkina Faso, baada ya kuhitimu shule ya msingi na sekondari, aliendelea na elimu ya juu, alijiunga na chuo kikuu cha Ouagadougou akichukua masomo ya sayansi na jiolojia, lakini pamoja na kuwa na akili darasani kumvuta kwenye huduma ya jeshi. Yaani huduma ya taifa, kulihudumia kulihudumia taifa lake kupokea jeshi. Mwaka elfu mbili na kumi, Ibrahim Traore alijiunga rasmi na jeshi la Burkina Faso. Alionyesha ujasiri mkubwa, nidhamu ya hali ya juu na alikuwa miongoni mwa askari waliotumwa kupambana na makundi ya kigaidi katika maeneo ya kaskazini mwa nchi. Akiwa kijana mwenye maono ya mabadiliko alikuwa haraka kwenye ngazi za jeshi na aliheshimika na wenzake kwa udhubutu wake wa kupigania haki za wananchi. Ibrahim Traore, mwaka elfu mbili na ishirini na mbili aliongoza mapinduzi akiwa kijana mdogo tu mwenye miaka thelathini na nne aliongoza mapinduzi ya kijeshi madarakani yaliyomuondoa madarakani Kanali Paul Henri Damiba kwa madai kuwa serikali iliyokuwepo haikuweza kulinda taifa dhidi ya ugaidi na ghasia. Wananchi wengi sana walimuunga mkono hadi kwa sasa tunavyoongea mwaka 2025. Wananchi wengi sana wanamuunga mkono Ibrahim Traore. Kijana mdogo jasiri na kiongozi mdogo zaidi barani Afrika. Ana juhudi nyingi, juhudi zake zikiwemo za kuleta usalama, uhuru wa kweli katika bara la Afrika lakini nchi yake ya Burkina Faso na kupambana na uingiliaji wa mataifa ya kigeni, yani ukoloni mamboleo. Mpaka sasa tangu achukue uhuru rais huyu wa Burkina Faso kijana mdogo Ibrahim Traore ameonyesha ujasiri mkubwa, ikiwemo kuimarisha na kupambana dhidi ya magaidi kwa kutumia vikosi vya ndani bila kutumia vikosi vya Ufaransa. Amejiondoa katika mikataba ya kijeshi na baadhi ya mataifa ya magharibi hasa Ufaransa. Ibrahim Traore amefufua wazo la umoja wa Afrika ya magharibi kwa kushikiana na Mali na Niger, ambapo ameunganisha katika mataifa haya. Amejenga matumaini mapya kwa vijana wa Afrika kuwa mabadiliko yanawezekana. Kijana huyu mdogo kutoka katika nchi ya Burkina Faso amejenga kiwanda kikubwa cha kuchakata dhahabu nchini mwake, ambapo mapato ya dhahabu yametoka kutoka dola za Kimarekani bilioni moja hadi dola za Kimarekani bilioni 17 mwaka huu 2025. Ibrahim Traore ameonyesha kuwa umri si kikwazo katika uongozi. Ameandika historia kama kiongozi kijana mwenye mahono aliyesimama kwa ajili ya watu wake. Je, Ibrahim Traore kijana mdogo ataendelea kubeba matumaini ya wana Burkina Faso hadi mwisho? Muda utasema. Mpenzi mtazamaji wa Mwangaza 360 media. tunapenda tuone maoni yako. Je, unapenda tukupe historia gani tena? Usisahau kushare Comment na kusubscribe kwa ajili ya hadithi nyingine zaidi za viongozi, lakini pia matukio ya kutisha sio barani Afrika tu, lakini duniani kwa ujumla. Asante.